mategemeo yetu aabainza kuwa endelevu miaka yote, ikiunganisha pia na katika ya taifa ya ao. Hilo nalo linatutia moyo sana kutokana na utume wake, uongozi wake, uzalendo wake. Hivyo iyo inatutia moyo kuja kushiriki kwami unavyoangalia ndugu mtangazaji, unaangalia maandalizi yalivyo na jinsi wanaume na mama msajiiakuli, unatumaini kwamba sherehe ya leo kija ya leo itakuwa njema, na tunatarajia kupata baraka njema za Mwenyezi Mungu mwaka huu katika dekadi ya pili, wanaume tutapata seminar huwa tunafanya kwa na somo, Maliva, somo na msimamizi wa mkurugenzi wa leo, itafanyika Jumamosi ijayo kwa utulivu, ili kufunga mwaka wa jubilei kuu ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo hapa duniani. Tulipewa jukumu kama UWAKA Uh, kuratibu na kusimamia. Tumejiandaa kikamilifu, maandalizi yako vizuri, vitabu mapadri wako tayari, alo utakuwa tukio kubwa Kristo. Kwa hivyo tunawakaribisha waamini wote lekanialu nakusanyika ahi, hatutakuwa na kusanyiko la jumuiya wala basi. Karibuni kusanyika katika segerea juu ya familia ya Kristo kis na hasa tukikumbushe wajibu wa wazazi katika utu wetu. Tumeumbwa sawa na wote tunaweza kutenda dhambi, si kwa sababu ni mwanaume au kwa sababu ni mwanamke, sisi wote tupo sawa kabisa mbele ya dhambi, na hivyo tuna, tunamhitaji Mungu kwa kiasi kile kile mwanaume, chocho, mwanaume kwa kiasi hicho hicho na mwanamke kwa kiasi hicho hicho, isipokuwa tu majukumu ndio tuliyopewa yanatofautiana tofautiana, ili tunapoongea juu ya UWAKA, tunapoongea juu ya wawaka, tunaongea juu ya utume mmoja ambao huduma ndio zimetofautiana. Mwanaume anatoa huduma yake katika kanisa tofauti na ya mwanamke, katika familia tofauti na ya mwanamke. Hivyo utume ni ule ule, lakini huduma ni tofauti, kama vile ambavyo mtaguso wa pili wa Vatikano unavyotambia kwamba sisi waamini wote kabisa kwanzia Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre, mashemasi, watawa, waamini walei wote tuna utume mmoja katika kanisa, tulichotofautiana ni huduma tu, lakini utume ni ule ule, kuonyesha kwamba sisi wote ni watu tulio sawa, tuna utu sawa na tuna haki sawa kabisa ya kuingia mbinguni, haki sawa kabisa ya kufanya jitihada ya kufanana na Mungu katika tabia yake, haki sawa kabisa ya kuweza kupata neema za Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu alisema mlango wa kuingia mbinguni ni mwembamba, sio mpana kwa wengine na sio mwembamba kwa wengine, kwa wote kabisa ni mpana. Kwa hiyo, niliomba niliona nianze na utangulizi huu. Unaona kwamba hata adhabu aliyopata Adamu na Eva ni adhabu zinazoonyesha majukumu yao tofauti, lakini wote wamepewa adhabu na Mungu kwa sababu wametenda basi na. Na, mimi eh, naitwa Muma Hema. Tuko kwenye viwanja vya Visiga sasa hivi hapa kwa dada wadogo, ndio tunawasili. Ni karibu saa tatu dakika arobaini na tano sasa hivi. Misa itaanza saa nne, kwa hiyo nategemea watu kwamba misa itakuwa nzuri, watu ni wengi sana kutoka pande zote, karibu jimbo lote la Dar es Salaam. Leo tunakuja ni siku maalum, tarehe kumi na nne mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ajili ya dada wadogo.

ama parokia ya Tabata tunashukuru Mungu sana. Tumeanza safari kwenye saa kumi na mbili kamili na tumefika hapa kwenye saa mbili naaa, kwa hiyo sasa hivi tunajiandaa kama kwaya. Tumechaguliwa rasmi na Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa leo tunaimba kwaya ya UWAKA ya parokia ya Tabata, tutaimba hapa leo aa. Tunashukuru Mungu sana kwa wanakwaya karibu themanini tuko hapa tumekuja kuimba kwa Kiingereza kwenye ibada hii ambayo

Jina la Baba na la Mwana na la Roho awenanyi awena kwapenda taifa <coughs> la Mungu unakusanyika hapa kuadilisha mambo mawili kwanza kabisa tunamkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa familia na Mkristo wa kuigwa, ili tunaadhimisha utume wa wanaume wa Katoliki, utume ambao unatambulika na kutekelezwa ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya akina baba, namwomba Mungu awaimarishe katika imani, katika maadili na katika utume. Waombee pia dada wadogo shirika la masista ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Mungu aendelee kuwajalia usitawi na ushuhuda uliotukuka katika kanisa. Tujute dhambi zetu. tulibatika kukusanya shilingi milioni 35 laki 455 kamili, ambayo ni sawa na asilimia 124. Mwaka huu mwaka huu 2025 tulilenga kukusanya milioni 30 na laki 8 na tumebahatika kukusanya kama ifuatayo: Kifuru wameweza kukusanya milioni mbili na laki tatu. Kisukulu Teule wamekusanya milioni mbili na laki mbili. Bangulo wamekusanya milioni tatu. Manabii Teule wamekusanya milioni moja na laki tano. King'azi Teule wamekusanya milioni mbili na laki moja. Stakishari wameweza kukusanya milioni mbili na laki mbili. Ulongoni Mbili wamekusanya milioni mbili na laki mbili. Vinyerezi wamekusanya milioni mbili na laki tano. Vingunguzi wamekusanya milioni moja na laki mbili. Mong'ola Ndege wamekusanya milioni tatu na laki mbili. Kipawa wamekusanya milioni mbili na laki tatu. Kimanga wamekusanya milioni tatu Tabata Kristo Mfalme wamekusanya milioni tatu. Senerea wamekusanya milioni 11. Jumla tumeweza kupata milioni 41 na laki saba kama na asilimia 135 tatu. tunamshukuru Mungu kuwakilisha naitwa Emmanuel Ibaijuka. Oh, yes, yes. Mwenyekiti wa legania yakzengelea s

zilizo changia zaidi ni mtakatifu Yosefu, milioni kumi na sita laki moja na sitini na tano E, mtakatifu Petro, milioni kumi na mbili na maburunza ya kwangu, milioni kumi na moja mia tatu. Parokia zilizo changia zaidi ndani ya dekania eh, Mtakatifu Yosefu ni mtakatifu Yosefu kwa milioni 16 laki moja na hamsini na tano, Ubungo Kimara milioni 2.